Tunaendelea na timzo na interview zake za exclusive ama ita ex, swala zima la waamuzi, kama ambavyo unajua Tanzania tunakwenda kuwa mwenyeji wa mashindano ya CHAN kwa maana wachezaji wanaoshiriki ligi ya ndani, lakini pamoja na michuano ya Afcon. Na ukiangalia kusema kweli kwenye swala zima la waamuzi eh, kwa upande wetu Tanzania kidogo kwenye lenki eh, zile husika kwa maana za viwango vya juu kabisa bado tunakwenda leo kuzungumza na mtaalamu huyu, alikuwa ni mwamuzi, ni Iddi Maganga, mwamuzi wa zamani, kama ambavyo nimekwambia. asiamfahamu Iddi Maganga ni mtu wa aina gani? Uh, Iddi Maganga ni mwamuzi ambaye ni mstaafu, ambaye nilianza kuchezesha miaka ya elfu mbili kachezesha ligi kuu eh, kwa, kwa muda mpaka nipo staafu, nimewachia vijana hivi sasa hivi na niko katika njia bora ya kuwasaidia vijana ili wafikie kiwango kizuri kama ambacho nimefikia mimi eh. Hey, ilikuwaje ukajihusisha na mambo ya mpira? Ah, uh, mambo ya mpira, kitu cha kwanza kilichonivutia mm, yani kwa mwa kwa muamuzi ehe. Hey, kitu cha kwanza kilichonivutia kwanza nilikuwa muamuzi wa, wa volleyball. Sasa kuna watu walipokuwa wakisikia filimbi yangu eh, wakawa wanapenda wakanifuata bana, njoo kwenye soka huko, filimbi ili inastahili kwenye, kwenye soka sio kwenye, soka, kwenye volleyball kama ya Kolina kabisa iko filimbi kali, hongera sana. Sasa wakanishawishi eh, basi mwaka 1998 eh, nikamsikiza Charles Hilal. Kuna kipindi fulani alikuwa anakiandaa cha michezo, akanasema leo Afcon tutakuwa na mwamuzi mtanzania msomali. Sasa nikaona najiuliza, msomali mtanzania, alafu msomali eh, alafu msomali? Hapana, hao lazima nikamwangalia huyo mtu. Basi ilipofika muda huo nikamwangalia, kwa kweli mzee, nilifurahia sana alivyofanya ile kazi Si na mi... na alikuwa sahihi kabisa yeye, ndio alinivutia akanifanya kwamba mimi sasa na mimi nataka siku moja watu waniangalie nafanya vitu vyangu vizuri kama mzee Omar Abdul Kadiri. Ndio hapo nikapata nika moyo wa kuingia katika swala la uamuzi mm -hmm. Tangu hapo 1998. Baada ya kurudi mwaka 1999 nikajiunga nika kwenye, kwenye mafunzo ya uamuzi hapa Ilala Kufunzi wangu wa kwanza alikuwa mzee Kisiwa na mzee Omar Kasinde marehemu vilevile, na mwingine nimemtoka naye vile vilevile marehemu, au wakufunzi wangu hao Mdito. Lakini kupitia wakufunzi, kuwajua, kuna timu moja ilikuwa inaitwa Mogo ya Majumba Sita. Mogo hao linambia bwana, kuna kozi, hebu tuende, utusindikize tuna kuna pre-match meeting utapata wakufunzi ambao wataweza kukusaidia kwa hiyo wakanivuta wakani, nilikwenda wakani pale nikakutana na wakufunzi wakanieleza namna ya, ku, ya kujiunga katika chama ili nipate ile kozi. Basi nika nikafuata taratibu zote, kozi ilipotokea nikajiunga katika ile kozi, kozi ya uamuzi. Eh, hali kwa ujumla ilikuwaje miaka yenu ya uamuzi? Hali kwa kweli ilikuwa ilikuwa nzuri, na ya kufuata utaratibu unaotakiwa ili mwamuzi uweze kwenda katika uamuzi katika ufikie kiwango cha juu, lazima ufuate hatua fulani fulani, hakuna haja ya kuruka daraja moja. Kwa hiyo ndio maana tunaelewa katika misingi ya kwamba unatoka hatua hii, kuna 3P unakaa miaka yako mitatu minne, wanakuangalia, baada ya hapo unapandishwa daraja. Kwa hiyo unakwenda hatua kwa hatua, tofauti na hivi sasa a wana, wanakwenda wana haraka sana, sisi tu tunafuata utaratibu ambao unatakiwa kwamba unaenda rip la, la, la, la tatu, la pili, la kwanza ndio unacheza ligi kuu, tofauti na hivi sasa. Kwa mtazamaji, mwambie tofauti na hivi sasa, utofauti wake ni upi? Mpe darasa aelewe. E, tofauti ni kwamba zamani kwanza tulikuwa tuna, tuna viongozi viongozi ambao walikuwa wanahakikisha kwamba tunafuata taratibu zote za, za, za mafunzo, nyanja zote tunapitia. Kwa mfano, kwa mfano nachukulia idara kwamba wanahakikisha kwamba je, huyu mwamuzi anachezesha michezo katika wilaya yetu. Tofauti na sasa, vijana wengi hawachezeshi wilayani, umeona? Kwa hiyo kunakuwa na fomu maalum, unajaza michezo yako uliochezesha, inaenda kuthibitishwa na IDFA kweli kwamba akachezesha mechi hizo. Hii inaweza ikawa ni moja ya zile sababu ambazo eh, tunasema mtaani, vijana mtaani wanasema eh, makosa ya kibinadamu. Hii inaweza ikawa inapelekea hilo. Inawezekana ikawa, ikawa ni kweli au sio kweli, kwa sababu uamuzi ni kitu ambacho unaelekezwa uende wanjani, unaamua mwenyewe kama, kama ulivyoelekezwa, lakini kama utaingiza uta mambo mengine, basi utakuwa umeenda kinyume na taratibu sheria. Unafundishwa kwamba hiki kipindi hiki unatakiwa ufanye hivi, ikitokea hiki ufanye hivi. Sasa ukienda kinyume na taratibu zopo na mwongozo uliopo, matokeo yake utafanya makosa hayo, lakini mimi sikubali kwamba ni makosa ya kibinadamu, kwa sababu kuna makosa mengine yako wazi kabisa. Kwa mfano mtu anatoka kwenye sehemu yake onside Yeah, anapiga ana, ana, ana chenga anaingia, halafu anataka kuchukua mpira afunge, huyu anaonyesha offside. Sasa ukiangalia offside imetoka wapi, halafu utasemaje makosa ya kibinadamu katika mazingira kama yale? Yali ni makusudi, ni umakini. Yeah, yeah, na, umakini unapungua, lakini mimi nasema swala la kibinadamu makosa mengine hayapo. mm -hmm. Kwa upande wako kipindi hicho nani alikuwa mwamuzi bora? Kama nilivyosema mimi napenda mwandike unarudi pale, pale, pale weka kwa kwa Mwandike. Mwandike kwanza, ukiangalia ile ile sifa ya uamuzi kwamba mwamuzi hata hata ile umbile la mtu na linasaidia sana, tofauti na kwa mwamuzi mfupi mm. Alafu nakutana na watu wa majayanti wa, uh, wa, pale mm. Anakuangalia hivi inakuwa kama, kama dharau dharau kidogo unaona, alafu ukitaka kumwangalia una unamwangalia tena mimi kwa hiyo mwambile yale halafu, na uwezo wake kwa kweli, mimi namweka mwandike katika daraja juu kabisa kwangu mimi. Gani ambacho e, utoweza kukisahau tangu kipindi ambacho wewe ulikuwa unachezesha? E, mimi sitokisahau. kuna mechi moja ilikuwa tuko kwenye kwenye kozi ya FIFA mwaka elfu mbili na kumi tulipewa mechi mechi ya ngao ya jamii maita eh? ilikuwa Simba na Yanga, uwanja wa Benjamin Mkapa, elfu mbili na kumi. Hiyo tulikuwa kwenye kozi yetu mwezi kwa mwezi Agosti hivi. Basi hiyo mechi ilipangwa, yani local referee, ukienda kule FIFA anasema kuna local referee na international referee. Hasa local referee tulikuwa wawili, international referee wakawa wawili. Kwa hiyo tukakabidhiyo ile mechi. Sasa mimi sikutegemea. Kwa nini FIFA wengine wameachwa kwa hiyo nipewe mimi mimi na nini, jawapo nilikuwa najiuliza, nikasema sasa, kwa kuwa umeniamini TFF, umeniamini hebu ngoja nikafanye kazi mbele ya wale wakufunzi wa FIFA. Kufunzi wetu walikuwa Tangawalima na mwingine wafika kusini ja limetoka mzungu hivi, lakini namkumbuka Tangawalima kwa sababu alinielekeza vizuri. Basi nikafanya kazi, nikafanya kazi vizuri kabisa. Yani baada ya ile mechi kesho yake darasani kwa kweli walinisifu, kwamba kijana, umefanya vizuri, na wanasema kama tungekuwa na uwezo wa sisi kupendekeza majina kwenda kwenda FIFA, basi tungekuchukua tunge wewe. Kwa maana kwamba kitendo ambacho yeye kilimfurahisha zaidi ni kwamba kuna penalty ilitokea, Ali Mustafa Batezi, kama pia hujapigwa akatoka nje ya msali, mimi nika nikanyosha kambia irudiwe. Kwa kweli anasema kama mtu aliyepiga alikuwa amefunga aku, akufunga aliwahi aliwahi Batezi, kwa sababu alishapunguza alishapunguza goli ikawa nafuu, alirudi akafunga kesho yake. Kwa kweli ali, ali darasa zima mm, na wale wa, kwa sababu kuna wakufunzi wengine ama mechi commissioner anasema walikuwa wanakozi yao pale kwa mm, sababu na wao walipewa kama assignment ya, mm. ya ule mchezo wetu, kila mmoja alitoa alitoa comment zake eh, ila kosa moja nakumbuka katika mechi hiyo, wakati wa kupiga penalty, nilichelewa kumtoa yule goalkeeper kuja kwenye mstari huko nyuma yangu nilichoelewa kumtoa, basi ilikuwa ni dosari yangu hiyo, lakini nikajifunza na mpaka sasa naanza kuwaeleza wengine kwamba ikitokea hivi fanya hivi. Kwa kweli mechi ndio ilini iliniweka juu. Nakumbuka kuna kozi fulani ya, ya FIFA ilikuja nyuma. Kuna mwenzangu mwamuzi mwenzangu ambaye sasa hivi ni katibu mkuu wa FRAT Kennedy Mapunda aliniambia siku tangawalima akikuona sababu yani, yale alitufundisha sisi mimi sikwenda kwasababu nilikuwa na naumwa kipindi kile basi akasema yale analekea tangalima ndio haya yo ya unayofanya wewe sasa hivi. Akasemaje? akasema natabili hii kama pweza wa Ujerumani, kama unakumbuka maneno yale Ujerumani kwa elfu mbili na ngapi le, basi akantabilia h naktangalima la dunia, kumela dunia hmm. Basi tangalima vikuja na, nak vile vile akaelezea aka, aka nikajirudi kamweleza bwana kama ulivyoniambia, na kweli tangalima amesema hivyo hivyo, nataka waamuzi wa namna hii wanaojiamini. Anasema mbele ya watu elfu sitini pale ungeruhusu kwamba hamna goli, lakini uliamini ukatenda haki, ukasimamia ukasimamia sheria, ikaonekana kwamba ni sawa. Basi alinisifu sana, sababu waamuzi wengine wanakuwa na uoga, kwa maana watu elfu sitini hawa itakuwaje, itakuwaje badala ya kutenda hey, sheria ndioona eh na ule umakini basi, tangu kipindi kile, hiyo ndio mechi ambayo kwa kweli sitasahau. Nikamtambulisha Idi Maganga Ndiwe, hongera sana asante sana wakati ukichezesha, ni mchezaji gani ambaye alikuwa anakupa taabu mm? Maana tukisikia kwenye maandishi wa waamuzi wa mkiwa nao mnaongea e, pembeni bwana, yani ukikutana na ah, mtu fulani ni msumbufu e, kwako wewe, mimi nakumbuka na Moshi Boba <laughs> Moshi Boban alikuwa, lakini Moshi Moshi Boban e, kwa kweli ni mtu ni mtulivu lakini ana vitu ambavyo unatakiwa uwe makini, makini sana, sana. Uwe makini sana. Umeona uwe makini sana. Kwa mfano hasa <laughs> mavazi, vifaa. Eh, ukizubati zile shin gates kashatoa. Alafu anakuja nazo shin gates, kazi za mtoto mdogo ndogo kabisa, anaziweka hapa. Siku moja nikamtania nikamwambia, je, hizo ukimaliza mechi nitakunyang'anya nimpelekee mwanangu. Alicheka sana. Akasema nitakupa refa. Umeona eh? Kwa hiyo ni kweli lazima uwe, uwe makini mimi si eh, mjanja mm. eh, mjanja sana katika, katika, katika mpira. Alafu natumia akili halafu akusumbui mwamuzi kama kukusumbua kukuharasi, mm -hmm. uh -huh. na kuongezea umakini katika kutafsiri hey, sheria ndio, ndio na ndivyo wanavyofanya. Kwa hiyo waga na nampenda afu ni msumbufu vile vile katika kufanya mwamuzi wa makini kila wakati. Mzee wangu, mzee Maganga, hili unalionaje? Sisi ndo hosti, lakini kwenye swala la waamuzi kusema kweli, eh, kimataifa sisi bado kupata wale wa kuweza kuchezesha Afcon ukimwacha Abdul Kadri Omal ambaye huyu alichezesha eh, Afcon eh, mara mbili si ndio? Lakini tukawa na Tahil, Al-Tahil. Eh, la kwanza alikuwa anaitwa nani? Nasr Al-Tahil eh. eh, ambaye yeye alichezesha mara nne mfululizo kwenye michuano ya chani kidogo, na ndugu yangu mwamuzi wa pembeni ambaye ni Komba, mwendelezo wake haujawa mzuri sana, amechezesha mara moja Komba, mimi navyofahamu mwendezo wake sio mzuri, nafikiri kuwa hmm, na matatizo ya mguu kipindi fulani aliumia, na hivi karibuni sikapata ajali. Kwa hiyo hata mazoezi anakuwa sio mazuri, lakini kijana kama aliyokuwa nao mwanzo, nafikiri ile hali ndio imemfanya mwendezo wake sio mzuri, lakini okay, kijana ambaye msomi, anaelewa E, ni msikivu, anapenda kujifunza. Nakumbuka nilikuwa naye miaka ya nyuma tunakenda pale chuo kikuu tunafanya naye mazoezi, anauza braaapa, nifanye nini, hebu angalia mechi yangu baadaye uni, uni unipe, unipe, unipe, unipe. He, unone, ni mtu ambaye anapenda kujifunza. Kwa hiyo mwendelezo wake nafikiri umeathiriwa kutokana na maumivu ya mguu. Sasa kwa ujumla, tuliangazie hili, tunakwenda kuhost mashindano lakini hatuna waamuzi, nini kifanyike? Wale ambao wanaweza kusimama kwa maana international, sisi tutapokea tu, na sisi ndio host, wanakuja kuchezesha wengine. Tujipange na tujipange kwa muda mrefu, tutafute watu wachache e, ambao e, watasimamiwa mafunzo mazuri e, kila kitu wapate, ili waweze kufikia panapotakiwa. Kwa mfano nilipata kufunzo wangu mmoja wa Afrika Kusini alisema kwamba walimwona mtu ana miaka 43. Eh, kwa maana ja baada bado miaka miwili huyo anastaafu si sino miaka 45. Lakini wakasema hapana, kwa sababu ya uwezo wake wakaakishwa wana, wanamfundisha wana wanampa msaada wa kila akaenda World Cup kwayo. Ina maana juhudi za makusudi zichukuliwe kuandaa vijana, tutafute wale wenye vipaji, sio unamwona tu leo ukaweza kukimbia tu basi nakwenda na tutafute wachache ambao wataweza kuandaliwa vizuri, wanaweza kutufanikishia kufika ngazi ya, ya FIFA, ngazi ya FIFA. Ne. Kama ambavyo waweza kusema niombe radhi huyu e, alikuwa ni Afidhi Ali Tahil not Nasoro Afidhi Ali Tahili. E, tayari yeye pamoja na Abdul Kadiri Omari wazee wetu wameshatangulia wa wamesha mbele ya haki na Mwenyezi Mungu akawa lazima pema peponi um, umetueleza mengi kuhusiana na hili swala. Siku hizi e, ukija kuangalia kwenye ligi kuu yetu, wengi waamuzi ni chipukizi, tofauti na ilivyokuwa kwenye miaka ya kwenu, unalionaje hili? Mi naliona hili ni tatizo itakuwa mm, ni tatizo ambayo tusipoliangalia tutakuwa tunakosa waamuzi, kwa sababu watakuwa wanachipuka afu baadaye wanapotea, kwa sababu hawana, hawana msingi mzuri. Kwa hiyo kinachotakiwa hapa ni kwamba wakufunzi wahakikishe kwamba wanakwenda hatua kwa hatua. Usiruke ngazi hata moja. Unajua unaporuka ngazi moja utakwenda juu kwa haraka, lakini wakati ni rahisi kuporomoka. Turudi pale pale uliposema kwamba ninyi mlikuwa mnakwenda step by step. Ndio, ndio. Kwa hiyo ina maana tuhakikishe kwamba wanafata hatua kwa hatua. Hata ukimuuliza mkufunzi Liunda, anakwambia mpaka anachezesha lezi zile, Liunda mpaka anachezesha ligi kuu miaka kumi na sita lakini sasa hivi kijana anatokea kafundishwa ka, ka asubuhi jioni, kuna kupatesi, anakwenda anakimbia, anaandikwa, ana moja kwa moja, mzee wangu uwe mwamuzi. Mzee wangu Leslie Ounda, miaka 16 bado hajanusa, ajanusa ligi kuu. Ligi kuu, na ndio maana hongera mzee wangu, umekuwa mwamuzi bora, na licha kuwa mwamuzi umekuwa mkufunzi bora Afrika nzima e, tunaweza kusema nchi nyingi ametembea e, mzee wangu Leslie Ounda kwa sababu hiyo ya kwenda kuwa e, mkufunzi wa kafu Mm. Hii inaweza ikuwa ni miongoni mwa yale ambao umekuwa ya ukiyazungumza kwamba hao wanaoibuka e, wengi ni chipukizi. Wanakutana wachezaji ambao ni wakongwe. Madai watu wamepanda, lakini na kiumri wamwazidi. Kuna wakati mwingine unadhani inaweza ikawa anataka kutoa maamuzi na rudi kule kule, kule kwamba akaogopa mtu labda mchezaji akamkoromea alafu yeye akaminya baada ya kufuata sheria. Eh, huoga nao kwa sababu bado mdogo, akiangalia na ikabiana nani mkubwa. Umeona, anamzidi anamzidi sasa kwa umri anamzidi kwa kimo, kimo anamzidi yani, kwa hali ya maisha. Nazungumzia jinsi kipato cha tofauti ya mchezaji na mua, mu, muamuzi, unaona. Kwa hiyo hali kama hiyo inamjengea inamjengea hofu, alafu wana, yani, wanakuwa hawana uzoefu kwamba jambo likitokea nilikabili vipi huyu anayekuja ni wasiani ni, ni, ni kwa njia gani, umeona. Sasa wengine wanachukulia sheria tu moja kwa moja, mtu akaja unamtuliza tulia unamwelekeza, basi anafurahi. Lakini waamuzi wengine wa sasa hivi vijana, kwa sababu ya kutokuwa na busara za kutosha na uzoefu, yani, akipata jambo fulani basi anakuwa mkali. Kama utaona wengine mpaka anakodoa macho kabisa, na kasema mwamuzi akodoa macho bi kama mwamuzi tabasamu eh, kama Kolina, atamwandike na mimi kwa kweli mwamuzi wangu mpaka leo unabaki kwa Kolina, wakati ambao anacheka hey, ndo anakuja na nyekundu na nyekundu wakati ambao anaonyesha kama vile umefanya kosa hey, yeye hey, ndo anakuja na kadi ya njano. Sasa lazima, lazima uamuzi wawe wabadilike, e, tuwe katika na hali ya yani tusienge uadui. Najua tatizi ni kwamba mwamuzi akishapewa filimbi akishapewa bendera pale, basi anakuwa ni mtu ambaye hawezi kuwasiliana na wenzie vizuri. Mawasiliano ni mazuri kati ya mwamuzi na mchezaji na mwamuzi e, na, na kocha pale, kwa mfano kun, mechi nyingi niliona, kuna mechi moja kati ya Tanzania na Malawi, ilikuwa ya kirafiki, uwanja wa Uhuru pale, itokea eh, vurugu kwa sababu ulikuwa hakuna mawasiliano mazuri kati ya fourth official na, na benchi eh, kochi yule alikuwa anazungumza, anakuja. Sasa kochi anakuja taka kuzungumza naye, anamtolea ukali, anamwambia ondoka au aye he, anaondoka anajifanya kama hamuoni. Sasa wewe unajisikiaje? Hmm, unakuja kwangu kwa kwa dharau, unakuja kwangu baadaye mi nikuelekeze, mi naamua kuondoka dharau. Mpaka yule kama unakumbuka uwanjani kochi, kocha alikaa uwanjani pale akakataa kutoka mpaka lezi linda akashuka akaenda kumpr. Naona busara hiyo mchezo. Yes, ye, na kwa na hiyo na ni busara inayotakiwa busara kwa masuala mengine, sheria ibaki, lakini kuna vitu vya kumwelekeza. Kwa mfano coach anavuka ile e, technical bench line ile. Ndiyo. sasa wao mwangalie, tukisha mwangalia na yake ile eye contact ata atarudi tu. Usiende kumfokea mtu mzima, usiende kwenda kumnyoshea vidole wewe, wewe. Hapana, haipendezi. Hebu nenda kwa lugha ya kawaida. Unajua hata mtu mwingine unaponyoshia kidole unajisikia vibaya Eh, sasa nina kwa lugha ya kawaida tu kamaelekeza bana, hapa si vizuri, basi tutamwona na huyo. Au ukimwangalia tu atajua nimefanya kosa, kama mungwana anarudi, sio ndio? Sio kama mpaka mmeona kabisa, huyu anaanza kurudi, unamfuata tena. Wakati ameshagundua kosa lake, amejirekebisha, anarudi, bado tena unamfuata yeye, anajisikia vibaya. mwanao wao alitukana nani, na nani, ka, nani kaona nani, kaona nani, kasikia, kasikia. Unaona? Eh, na ndio hata wachezaji wengine ukisikia na anatoka vipi? Ah, bwana eti mimi nimemuuliza tu kwamba hey, vipi hapo refa ah, ah, ah, amenunisha kadi kumbe pengine yeye akatukana na refa hiyo akatumia ngao yake rungu yake. Umeona sasa hiyo ndio tatizo moja hapo. Hebu tuje hapa e, kwa waamuzi. Waamuzi ni mali ya nani? Ni chama cha waamuzi ama ni kamati ya waamuzi? Waamuzi ni mali ya chama cha waamuzi ndio wa, ya chama, chama cha waamuzi. Na, sio uh-huh, mali ya kamati, mali ya kamati. Naam. E, kamati ile inatakiwa inapaswa ina, ina, ina, ina, ina ipewe tu majina kwamba hawa ndio wamefuzu kwa vigezo vyetu wanastahili kuchezesha ligi kuu wapangeni. Kwa mfano, sisi zamani e, e, tuangalie swala zima la VAR. Tumepata VAR bahati nzuri Azam Media tumeleta ile na sisi hapa Tanzania VAR japo bado hatujaanza kutumia kwa maana ya tukiwa tunaendelea kusubiria mwongozo. Hii VAR wengine wanasema imedororesha kama mpira hivi e, kama vile mpira unazubaa, kwa kwako, wewe umeipokeaje? Uh, mimi nimepokea vizuri mm-hmm. kwa sababu ni nyenzo ambayo inasaidia ina, ina, ina kwa maana mwamuzi anapofanya kosa pengine kosa la akuliona akaenda kwenda ku, kurejea pale. Ukiangalia historia ya kuwa mpaka mtu anaitwa referee, unaona kwa maana kwa anafanya reference yeah. Kwa maana anapiga filimbi, anasema asubilini, anakwenda pale, kuna kitabu kikubwa anaenda kupekua, anapekua, anapata jibu ha, anarudi. Sasa na hiyo VAR zamani ilikuwa e, ilikuwa hivyo zamani. Oh, gani, miaka gani hiyo? Miaka ya nyuma huko elfu moja na miaka mingi, mingi sana uh, okay, mm, okay, eh, sasa hivi ni kama tume improve teknolojia zaidi. Kwenye analog kitabu kikubwa kinawekwa pale, akiona kuna swala utata, mm, anakwenda kufanya reference pale, anarejea. Nilikuwa nimesahau jambo very important kabisa. Uh, Azam TV tuna VAR yetu. Mara baada ya mechi hii VAR yetu ni ile ya Osmani Kazi. Hii kipindi cha Kipenga cha Osmani Kazi kwenu ninyi, kama wastaafu, wewe kwanza binafsi, lakini unavyokaa na waamuzi wenzako aidha ni wastaafu ama wale ambao bado wanaendelea kulipiga jeramba, kipindi chake mnakichukuliaje? Kinajenga kuna kitu kinaongeza? Kwa kweli kinajenga sana, kinajenga sana, isipokuwa tata, vijana wenyewe hawataki, yaani wakiambiwa wanaonekana kama vile wamedharauliwa hawataki kubali matokeo tiki kuonyeshwa ukweli. Umeona, kuna kipindi fulani niliangalia mechi ya, ya Singida na Simba. Kwa kweli assistant referee alivyoonyesha ilikuwa sio offside, yaani hapo tayari umemharibia mtu kazi. Kwa mfano, timu kishafungwa, kocha hana atakuwa hana kazi, umeona lakini kwa makosa yako wewe bendera yani ya, ya, ya, sekunde tu pap unamharibia mtu kazi ya miaka future yake yote, unamharibia uongozi unauvuruga, una, una, una Ma mashabiki yani kwa sekunde chache na kutokuwa makini, makini. Nashauri kwamba wawe makini kweli. Ile kosa ya kibinadamu sio kosa la wazi kabisa, hmm. Alafu mtu baadae anasema uh, kosa ya kibinadamu hapana. Hebu tunapumzisha kidogo, mwambie kajifunze utarudi baadaye. Ndio tulikuwa tunafanyiwa sisi ukirudi eh, umekomaa, unajua nimefanya kosa, kwa hiyo lile kosa unalijutia. Kwa hiyo kipienga kinasaidia, kinasaidia sana, kinasaidia sana sana sana. Wakati tunamalizia nilikuwa na mwamuzi wa zamani usi mwingine ni Iddi Maganga, tusikie neno lako la kuhitimisha kwenye sekta zima hii ya uamuzi. Eh, mimi na washauri waamuzi ambao vijana amba wapende kujifunza kutoka kwa waliotanguliwa s e, watafute viongozi wachezeshe, kwa mfano kama kina waamuzi wakubwa kama kina mkono vile, mm, mwamuzi mzoefu basi, ina maana eh, kamati ya waamuzi inapanga ina, ina na mkongwe wanakwenda, kijana ajifunze kutoka kwa, kwa yule mkongwe alafu vile vile kwa, kwa upande wa waamuzi mi, mimi nasema wasiudhurumu mpira wasiudhulumu mpira, wasifanye maamuzi jinsi wanavyotaka wao. Umeona, wasiudhulumu mpira. Neno langu waga, nawaambia wasidhulumu mpira. Kwa nini wasidhulumu mpira? Mpira ukiudhulumu, ina maana na wewe utakudhulumu baadaye, na ndio maana sasa hivi waamuzi mwingine anachipuka, afu baadaye anapotea. Kwa nini? Aliudhulumu mpira. Umeona, kwa hiyo tunashauri kwamba vijana wajifunze kwa bidii, wawafate wakongwe waweze ku, kuwasaidia, wajitahidi kuchezesha ligi yetu ya ndani kikamilifu kwa sababu ligi yetu imekuwa kubwa, inaonekana sehemu nzuri, na vile vile wakufunzi wetu wa, wa, wa FIFA na kafu huko waliko wanaona. Kwa hiyo na maana wakikuona kwamba umefanya vizuri, ni rahisi kukupendekeza uende kuchezesha mashindano mengine mengine ya juu. Vile vile tuongeze idadi ya waamuzi uh, wa kike ili tuweze kupata waamuzi wengi wa kike katika mashindano mbalimbali mbali. mbali, mbali. Ni kushukuru sana mzee wangu, asante sana. Naam, nilikuwa naye mwamuzi wa zamani, si mwingine ni Iddi Maganga, ambaye yeye alikuwa akitupitisha kwenye enzi zao za uamuzi, mambo yalikuwaje kwa hivi sasa na kadhalika. Yote kwa yote tulikuwa tunaangazia kwenye swala zima la uamuzi hapa nchini na mambo jinsi yanavyokwenda. Endelea kutazama viwanjani, ulikuwa nami ndani ya exclusive interview, si mwingine Sports Lady Kanyigo, Rosemary Timzo Karugira. Shukrani sana Rosemary Timzo Karugira. Tumepata mengi sana kuhusiana na maswala mazima ya kada ya ukufunzi ama kada ya uamuzi hapa nyumbani Tanzania. Watu wengi sana wamekuwa uh, marefari wakati na wamepeperusha vizuri bendera ya Tanzania. Hii ni Viwanjani, baba vipindi vya michezo hapa nyumbani Tanzania.